Na viongozi wa Kenya Kwanza wameendelea kukosoa mfumo wa siasa za kinara wa DCP Rigathi Gachagua wakimlaumu kwa kujaribu kulitenga eneo la mlima Kenya katika masuala ya maendeleo ya serikali. Naam, wakizungumza kwenye hafla tofauti kaunti za Meru na Kirinyaga, wanasiasa wa Kenya Kwanza pia walimzomea kwa kileo wanasema ni kuanza kuporomoka kwa chama cha DCP. Na Marian Nyambura alikuwepo hapa, taarifa yake. Waziri Geoffrey Ruku na Eric Muga ni miongoni mwa viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza ambao walihudhuria ibada katika kanisa la kanuni New Life Church, Igembe Kusini, kaunti ya Meru. Hapa mirindimo ya siasa ilisheheni huku aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akishambuliwa. Kuna watu wanakuja kuwadanganya huku ati mseme one time na watu they have against government, against anybody who is supporting president. Juu ya tumbo yao wao wenyewe. Misukosuko inayoshuhudiwa kwenye chama cha DCP ambapo inadaiwa kuwa wandani wengi wa Rigathi Gachagua wanajiondoa kwenye chama chake pia zikitajwa. Leo naona DCP imeenda na wenyewe kumbe ilikuwa ya Wambaluya. <laughs> Hao watu walikuwa wamekopa walikuwa wamekopa chama wenyewe wameshindwa kulipa kimeenda. Viongozi hawa wakiapa kumuunga mkono rais William Ruto kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao. Cheche za siasa pia zilisheheni kwenye ibada ya shukrani ya katibu wa mawaziri Masi Wanjao katika kaunti ya Kirinyaga. Waziri wa ardhi Alice Wahome naye pia akimsuta mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kwa madai kuwa anakashifu mipango ya serikali. Kuna watu wengine kama my brother Ndindi Nyoro wanasema it is wrong to securitize. Wakati serikali tumechukua hakukuwa na pesa, na sisi wote wengine tuko kwa fuliza, wengine tuko kwa mswari, pesa ambaye the government is securitizing ni pesa ya wananchi. Hatuwezi kutoka kwa ile serikali tulitafuta, ile serikali tuliswet, ile serikali tulifutia bidii. Hatuwezi toka kwa hiyo serikali, kwa sababu hapa ndipo watu wetu wanasaidika. Miriam Mbura, runinga ya Citizen.